Wakati mwingine pesa inaweza kununua kila kitu, lakini si moyo. Hii ni simulizi ya ajabu kutoka nchi za mbali, kuhusu bilionea maarufu aliyemiliki mamilioni ya dola, magari ya kifahari na majumba makubwa, lakini moyo wake ukavunjwa na mwanamke maskini aliyempenda kwa dhati. Dunia nzima ilishtuka pale alipolia hadharani, akipaza sauti, huwezi kuniacha. Hii ni hadithi ya mapenzi, maumivu na funzo kubwa, kwamba pesa haziwezi kununua upendo. London ilikuwa imefunikwa na baridi kali ya majira ya baridi. Barabara zilijaa taa za kifahari na magari ya kifahari yakipita bila kujali walio na miguu. Ndani ya jiji hili lenye msukumo wa haraka, aliishi Richard Morgan, bilionea kijana aliyejulikana kwa uvumbuzi wake katika teknolojia. Wengi walimwona kama mtu mwenye kila kitu, lakini ndani yake kulikuwa na pengo lisilozibwa. Richard alikuwa na makazi makubwa katika eneo la Kensington, nyumba yenye vyumba zaidi ya kumi, bustani kubwa, na magari ya kifahari yaliyopangwa kama makumbusho. Lakini jioni zilipomkuta akiwa peke yake, ukimya ulikuwa mzito kuliko kelele za mitaani. Huo ndio ulikuwa upweke wa kifahari. Siku moja akiwa amechoka na mikutano ya kifedha, Richard aliamua kula chakula katika hoteli ndogo katikati ya jiji. Hapo ndipo macho yake yalipokutana kwa mara ya kwanza na mhudumu kijana aliyeitwa Elena. Tabasamu lake halikuwa na bandia, lilikuwa na unyenyekevu wa kweli uliogusa nafsi ya tajiri huyo. Elena alitoka familia ya kawaida. Wazazi wake walihama kutoka kijiji kidogo huko Hispania kutafuta maisha bora. Alifanya kazi hoteli kwa muda mrefu akipambana kujisaidia na kusaidia familia yake nyumbani. Hakuwa na mavazi ya kifahari wala maneno ya kisiasa. Alizungumza kwa unyenyekevu, lakini kwa moyo safi. Richard alijikuta akihitaji kuzungumza naye tena na tena. Mara ya kwanza alihisi kama ni jambo dogo, lakini baada ya siku kadhaa akarudi hoteli ile ile akijifanya mteja wa kawaida. Kila mara alipompata Elena Alihisi moyo wake unapata pumziko lisiloelezeka. Helena alishangaa kwa nini mteja tajiri kama yule alipenda kuzungumza naye. Hakuwa na kitu cha kuvutia zaidi ya hadithi za maisha ya kawaida. Lakini Richard hakutaka kusikia kuhusu fedha au miradi, alitaka kusikia kuhusu ndoto zake, familia yake na kile kinachomfanya atabasamu. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, Richard alihisi ameguswa na kitu cha kweli. Hakuwa anaangalia mwonekano wa nje bali moyo wa msichana aliyekuwa mbele yake. Ndiyo maana aliamua kumwalika Elena kwa kahawa nje ya kazi yake. Mwanzoni Elena alikataa, alihisi aibu na hofu kubwa. Si rahisi kwa msichana wa kawaida kuamini mwaliko kutoka bilionea maarufu. Lakini baada ya kurudiwa mara kadhaa, hatimaye alikubali, akiamua angalau kuzungumza naye kama marafiki. Walikutana kwenye duka dogo la kahawa kando ya mto Thames. Richard alivaa kawaida sana akiepuka suti za kifahari. Walizungumza kwa saa nyingi kuhusu maisha, ndoto na historia zao binafsi. Elena alijikuta akicheka bila kujizuia, kitu ambacho hakijawahi kumtokea mbele ya wa wageni. Wakati mwingine dunia inatuambia mapenzi lazima yawe na masharti: pesa, hadhi, jina, lakini pale moyo unapoguswa vikazo vyote vinakuwa kama upepo unaopita. Siku zikapita, uhusiano wao ukaanza kuchanua. Richard akaendelea na maisha yake ya kifahari, lakini kila mara alipokuwa na Elena alisahau vyeo na mali. Elena hakumwona kama tajiri, alimwona kama mwanadamu aliye na upweke mkubwa. Walitembea kwenye bustani za Hyde Park, wakila ice cream kwenye baridi kali na kucheka bila kujali macho ya watu. Magazeti hayakuwa bado yamegundua siri yao na muda huo ulikuwa wa amani zaidi kwao. Elena alipambana ndani yake, alihofia kuwa hii inaweza kuwa hadithi fupi tu ya muda mfupi, na kwamba Richard atamwacha mara tu atakapochoka, lakini kila mara alipomwangalia machoni, aliona ukweli hauwezi kufichika. Richard kwa upande wake alikuwa amepata furaha mpya, alihisi kana kwamba Elena alikuwa zawadi ambayo maisha yalikuwa imemnyumia kwa muda mrefu akawa anazungumza naye kuhusu ndoto za kuanzisha familia, kitu ambacho hakuwahi kutamani hapo awali. Mapenzi ya kweli huanza pale mtu anapojua thamani ya kuwa na mtu anayemsikiliza, si kwa sababu ya mali, bali kwa sababu ya moyo. Siku moja, Richard alimpeleka Elena katika makumbusho ya sanaa. Walisimama mbele ya picha kubwa ya mchoro wa upendo wa kale. Richard akamshika mkono, akimnong'oneza najua dunia haitakuelewa, lakini moyo wangu umechagua. Elena alitetemeka, macho yake akimtoka ya kimya kimya. Hakuwahi kufikiria maisha yatambepa kwa njia hii, toka mhudumu wa hoteli hadi mtu anayeshikwa mkono na bilionea mbele ya hadithi za sana. Lakini alijua changamoto zitakuja, familia ya Richard, marafiki zake na jamii yenye macho ya hukumu hawatabaki kimya. Ndani ya nafsi yake aliwaza Je, kweli upendo unaweza kushinda nguvu za dunia ya mali? Richard aliahidi kupambana kwa ajili yake, alimwahidi heshima na ulinzi bila kujali sauti za nje, lakini alisahau kuwa wakati mwingine vita sio tu ya nje, bali ni vita ndani ya mioyo yao wenyewe. Hii ndiyo mwanzo wa simulizi kubwa, mwanzo wa mapenzi yanayozunguka kati ya ulimwengu wa dhahabu na dunia ya udongo. Na swali kubwa linaanza, je, penzi hili litastahimili upepo mkali wa shinikizo la jamii? Habari za uhusiano wa Richard na Elena zilianza kuenea taratibu, kwanza kupitia minong'ono midogo ya wafanyakazi wa hoteli, kisha kupitia marafiki wa karibu wa familia ya Morgan. Kila mtu alishangaa, je, bilionea huyo kweli ameamua kumpenda msichana wa kawaida? Magazeti ya udaku hayakukaa kimya. Picha zao zilisambaa zikionyesha Richard akitembea bustani na Elena. Vichwa vya habari vilipambua kwa kejeli, tajiri mkubwa apagawa kwa mhudumu wa hoteli. Elena aliumizwa, lakini Richard alijaribu kumpa faraja. Ndani ya familia ya Morgan kulikuwa na kimbunka kikali zaidi. Dada mkubwa wa Richard, Victoria, alikuwa wa kwanza kupinga. Aliona upendo huo kama doa kwa heshima ya familia. Huyu msichana anataka mali yako tu. Alitupia maneno makali. Elena alijikuta akilaumiwa kwa kitu ambacho hakuwahi kukiwaza. Hakuwa na tamaa ya mali wala hakuwa na ndoto za kuishi maisha ya kifahari. Alitaka tu upendo wa kweli, lakini sasa alijiona akipigana na jeshi lisilo na silaha. Richard, kwa upande wake, alisimama imara. Alitangaza hadharani kwamba anampenda Elena na hakuna mtu atakayebadilisha uamuzi wake. Maneno hayo yalitikisa familia yake, lakini pia yalizidisha chuki kutoka kwa watu waliokuwa karibu naye. Wakati mwingine upendo wa kweli ni kama mbegu inayopandwa katikati ya mawe, inahitaji nguvu kubwa kustawi, kwa sababu dunia nzima inaweza kuamua kuiponda. Muda mfupi baadaye, Richard na Elena waliamua kufunga ndoa kimya kimya. Harusi yao haikuwa na fahari kubwa za familia, bali ilikuwa ndogo, yenye wageni wachache wa karibu. Kwao hicho kilikuwa kilele cha furaha, lakini mara tu baada ya harusi, magazeti yalianza kampeni kubwa dhidi ya Elena. Walimuita Gold Digger, maanisha kwamba alikuwa ameolewa kwa ajili ya mali pekee. Elena alijua ukweli, lakini ulimwengo uliojaa hukumu ulimkandamiza sana. Miezi michache baada ya ndoa, Elena alibeba ujauzito. Hii ilikuwa zawadi kubwa kwao na Richard alionekana mwenye furaha isiyoelezeka, aliahidi kubadilika, kuwa karibu zaidi na kujenga familia yenye amani. Kuzaliwa kwa mtoto wao Sofia kilileta mwanga mpya. Elena alihisi kuwa mapenzi yamepata maana zaidi, lakini dunia ya nje haikukoma kumwangalia kwa jicho la dharau. Wengi walimwona kama mzazi asiye na heshima ya kifamilia. Wakati huo Richard Alianza kurudi tena kwenye ratiba zake za biashara. Safari nyingi, mikutano mingi na karamu za kifahari zilimfanya kutokuwepo nyumbani mara kwa mara. Elena alibaki peke yake kulea mtoto, akiishi kwenye kasuri lililojaa ukimya. Kama vile samaki mdogo anavyopotea kwenye bahari kubwa, ndivyo Elena alivyohisi miongoni mwa kuta za dhahabu. Moyo wake ulikuwa unazama kwenye giza la upweke. Kila mara alipokuwa akitoka nyumbani na mtoto, paparazi walikuwa tayari walimfuata mitaani wakipiga picha zisizokoma. Elena hakupata nafasi ya kupumua, kila hatua yake ilikuwa hadithi ya kesho kwenye gazeti. Hata marafiki wa Richard walimwona Elena kama mgeni asiye na nafasi ya kweli. Wakati wa hafla za kifahari walimzunguka na maneno ya kejeli yaliyofichwa kwenye tabasamu. Elena aliwaza kama alijitumbukiza kwenye bahari kubwa ya mateso. Mara kadhaa alimwambia Richard jinsi alivyohisi. Lakini Richard, akiwa na majukumu makubwa, mara nyingi alimjibu kwa kauli fupi. Tutapita salama, usijali. Elena alihisi kama hakuonekana kweli. Pesa inaweza kununua nyumba kubwa lakini haiwezi kununua masikio ya kusikiliza. Na mara nyingi, kimya cha mpendwa kinaumiza zaidi ya maneno ya maadui. Sofia alikuwa akicheka na kuleta furaha, lakini Elena alihisi mzigo wa maisha haya mapya. Alijitahidi kumpa binti yake upendo wa kweli, hata kama dunia nzima ilikuwa dhidi yake. Mara kwa mara alijikumbusha maisha ya zamani alipokuwa akifanya kazi hotelini. Ingawa yalikuwa magumu, yalikuwa na amani. Hakuna kamera, hakuna maneno ya chuki, hakuna mashinikizo ya familia kubwa. Wakati mwingine alipokuwa akimwangalia Richard akitoka tena kwa ndege binafsi, Elena alijiuliza kimoyomoyo: je, kweli nilichagua maisha bora au nimepoteza utulivu wangu kwa jina la upendo? Hapa ndipo simulizi inazidi kuwa na uzito. Upendo ulioanza kama zawadi ya dhahabu, sasa unaanza kugeuka kuwa vita ya kuvumilia, na swali linaendelea: je, Elena ataweza kustahimili dhoruba hii ya jamii? Muda ulivyozidi kusonga, pengo kati ya Richard na Elena lilianza kuonekana wazi. Richard alizidi kuzama kwenye ulimwengu wa biashara, mikutano mikubwa na karamu za kifahari. Elena kwa upande wake alibaki nyumbani na mtoto wao Sofia akihisi kuachwa. Usiku uliojaa taa za kifahari za kasri la Kensington mara nyingi ulikuwa kimya. Elena alitembea korido ndefu peke yake akibeba binti yake mikononi. Alijiuliza mara kwa mara: ni nini maana ya kuishi kwenye nyumba yenye kuta za dhahabu ikiwa moyo wake unateseka? Richard aliporudi nyumbani, mara nyingi alikuwa amechoka. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi, yakiwa na kauli kama, "Nimechoka sana tuzungumze kesho." Elena alihisi kama kivili kinachozunguka nyumba yake mwenyewe. Hapa ndipo ukweli wa ndoa hujitokeza. Mapenzi si maneno ya awali pekee bali ni uwepo wa kweli kila siku. Bila huo penzi hubadilika kuwa sanduku tupu. Elena alianza kuandika shajara ya hisia zake. Aliandika kuhusu upweke, hofu ya kupoteza utu wake, na mashaka juu ya mustakabali wao. Karatasi hizo zilikuwa mashahidi wa kimya wa mateso ya moyo wake. Katika karamu moja ya kifahari Richard alionekana akicheka na mwanamke mrembo kutoka familia tajiri. Picha za tukio hilo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, magazeti yakaandika: Je, bilionea ameacha mke wake maskini? Elena aliumia zaidi ya maneno. Hakuwa na ushahidi wa usaliti, lakini taswira ya mume wake akiwa karibu na mwingine ilimkata moyo. Ilikuwa kama jeraha jipya juu ya vidonda vya zamani. Richard aliporudi, Elena alijaribu kuzungumza naye. Kwa nini unafanya hivi mbele ya dunia nzima? aliuliza kwa sauti ya huzuni. Lakini Richard alijibu kwa kutojali. Ni sehemu ya biashara, usiweke moyoni. Maneno hayo yalichoma zaidi. Elena alihisi kana kwamba thamani yake ilipoteza mbele ya dunia ya pesa. Upendo wake ulianza kufunikwa na wingu la mashaka na maumivu makali. Hapo ndipo siri kubwa ya ndoa nyingi tajiri inafichuka. Fedha nyingi hujenga kuta makubwa, lakini ndani ya kuta hizo kuna mioyo inayopiga kwa upweke wa tishio. Sofia alikuwa taratibu. Kila mara alipomuita baba yake, Richard hakuwa karibu. Elena alihisi uchungu kuona mtoto yake akikuwa akimjua baba yake kupitia picha na magazeti badala ya uwepo wa kweli. Elena alijitahidi kulinda heshima yake. Aliendelea kuonekana kwenye hafla chache, akivaa mavazi ya kifahari yaliyolazimika, lakini ndani alijua moyo wake unavunjika kidogo kidogo kila siku. Tabasamu lake lilikuwa bandia mbele ya kamera. Mara moja akiwa peke yake bustani, Elena aliwaza, je, hii ndiyo bei ya kuwa mke wa bilionea, kuachwa, kuhukumiwa na kufanyiwa dhihika mbele ya dunia nzima? Machozi yalijaa machoni pake. Richard alijaribu kumfurahisha kwa zawadi. Alimletea magari mapya, vyoto vya thamani, na safari za kifahari, lakini Elena hakuhitaji hayo. Alihitaji tu mikono yake, muda wake na maneno ya kweli ya upendo. Upendo hauwezi kulipwa na dhahabu. Wakati mwingine, zawadi kubwa ni dakika chache za kusikiliza au tabasamu halisi linalotoka moyoni. Siku zikawa wiki, wiki zikawa miezi. Elena alizidi kukosa nguvu ya kuendelea kupambana na kivili cha ndoa yao. Ndani yake alianza kupanda wazo la kuondoka. Ingawa hakulitamka bado. Kila mara alipomwangalia Sofia, alijikumbusha sababu pekee iliyombakisha pale. Alipenda mwanawe zaidi ya kitu chochote na hakutaka kumuumiza kwa kumpotezea baba yake. Lakini hata hivyo, alijua Sofia alihitaji mama mwenye amani. Mikwaruza yao ya ndani ilianza kujitokeza hadharini. Marafiki waliona Elena akiwa na huzuni. Na Richard akiwa na hasira zisizoeleweka. Walihisi kama wapo kwenye kivili cha mwisho wa ndoa yao. Richard hakutaka kukubali kuna tatizo. Aliona kama Elena anazidisha mambo akimwona kama mke asiyeridhika. Lakini hakujua kwamba maneno yake yalikuwa munyonga Elena pole pole ndani ya nafsi yake. Hapo ndipo hadithi inafikia hatua nyepesi. Mapenzi yaliyopandwa kwa matumaini sasa yanakaribia kuanguka. Je, Elena ataendelea kuvumilia au moyo wake utamwongoza kuamua jambo kubwa zaidi? Miaka mitano ilikuwa imepita singu harusi ya Richard na Elena. Ndani ya muda huo walijenga jina kubwa kama wanandoa wa kifahari, lakini ndani ya nyumba yao mawe ya ukuta yalikuwa kidumu zaidi ya maneno ya upendo. Elena alichoka kuwa kivili cha ndoa ya hadithi. Hakutaka tena kupiga tabasamu bandia mbele ya kamera wala kuvaa mavazi ya kifahari yaliyoficha huzuni yake. Ndani ya moyo wake alihisi moto wa kuondoka ukianza kuwaka. Richard akiwa amezama kwenye miradi ya kimataifa, hakuwa anaona mabadiliko makubwa ndani ya mke wake. Aliamini Elena bado yupo pale kwa sababu ya heshima na familia, bila kujua kwamba alikuwa anapanga jambo kubwa. Wakati mwingine mtu anaponyamaza sana, si kwamba hajali, ni kwamba amefika mwisho wa safari ya uvumilivu wake, na kimya chake ni dalili ya dhuruba kubwa ijayo. Elena alianza kuzungumza na marafiki wachache wa karibu. Aliwaambia jinsi moyo wake ulivyochoka na jinsi alivyohisi kufaa taratibu kila siku. Marafiki wengine walimshauri avumilie, lakini ndani yake uamuzi ulikuwa tayari umeiva. Sofia, binti yao, sasa alikuwa na miaka minne. Alimwangalia kila siku akicheka na aliapa, sitakubali binti yangu akue akimwona mama yake akihuzunika kila siku. Huo ndio moyo wa uamuzi wake. Richard alianza kugundua mabadiliko. Elena hakuwa tena akizungumza kwa uchangamfu, hakuwa akimsubiri kwa furaha. Badala yake kulikuwa na kimya kilichojawa na baridi. Alijaribu kuleta zawadi zaidi, lakini hazikufanya tofauti. Mara moja, Elena alimwambia moja kwa moja, Richard, sina haja ya magari wala vioto, nahitaji wewe, nahitaji mume anayenisikiliza. Richard alibaki kimya Akidhani ni hasira ya muda, lakini Elena hakuwa na tanika. Aliamua kuandika barua fupi ya kuachana, akipanga kuikabidhi pale ambapo dunia nzima itashuhudia. Alihisi ilikuwa njia pekee ya kuondoka bila kurudi nyuma. Mara nyingine mtu anaponyamaza sana si kwamba hajali, ni kwamba amefika mwisho wa safari ya uvumilivu wake na kimya chake ni dalili ya dhoruba kubwa ijayo. Mara nyingine kuondoka si ishara ya udhaifu, bali ni ishara ya ujasiri. Inahitaji moyo mkubwa kusimama mbele ya dunia na kusema, nimechoka, sasa nataka amani. Siku ya tukio kubwa la kifahari ilifika. Richard alipanga gala ya kifedha kwa wawekezaji, hafla iliyohudhuriwa na mamia ya watu maarufu. Elena aliamua kuwa huo ndio wakati wa mwisho wake. Wakiwa wamevalia mavazi ya kifahari waliingia pamoja, kamera ziliwasha taa, magazeti yalipiga picha. Watu waliona tabasamu la Elena, bila kujua ndani ya moyo wake kulikuwa na dhoruba ya mwisho. Wakati Richard akipanda jukwaani kutoa hotuba, Elena alisimama ghafla. Alimwangalia mume wake, kisha akasema mbele ya hadhira yote, nimevumilia vya kutosha, leo ninaondoka. Ukumbi mzima ulitikisika, watu walipiga kelele, kamera zikawaka zaidi. Richard alishindwa kuamini kilichotokea, alishuka jukwani haraka akimfuata Elena, huku akitetemeka kwa sauti ya kukata roho. Richard akamwambia Elena, tafadhali, huwezi kuniacha, siwezi kuishi bila wewe. Machozi yalitiririka mbele ya kila mtu, bilionea akilia hadharani. Hii ndiyo picha ambayo dunia haikuwahi kuiona: tajiri mwenye mabilioni akilia kama mtoto mdogo, kwa sababu kile ambacho pesa haziwezi kununua kimeanza kuondoka. Elena alimtazama kwa macho yenye machozi, lakini moyo wake ulikuwa thabiti. nimekuomba mara nyingi, Richard, nilifitaji wewe, si mali yako. sasa ni marehemu. Hadhira nzima ilibaki kimya, ikishuhudia tukio la nadra. Mtu mwenye nguvu kubwa kifedha akiwa dhaifu mbele ya mwanamke aliyekuwa na ujasiri wa kuondoka. Richard alijaribu kumshika mkono, lakini Elena akageuka. Alitembea kuelekea mlango wa ukumbi huku Sofia akishikwa mkono wake mdogo. Kamera zilipiga picha zikishuhudia mwendelezo wa historia mpya. Hapo ndipo mwisho wa sura ya mapenzi ya kifahari ilipoanza. Dunia iliona bilionea akilia na mwanamke maskini aliyekuwa tayari kuondoka, lakini hii ilikuwa tu mwanzo wa hadithi kubwa zaidi. Hadithi ya maisha baada ya kuondoka. Miezi kadhaa ilipita tangu tukio la ajabu lililotikisa mitandao ya kijamii, bilionea maarufu akilia barabarani, akimlilia mke wake maskini. Maisha yake hayakuwa tena na utulivu. Jumba kubwa lilionekana tupu kama kaburi. Watu waliokuwa wakimwonea wivu zamani sasa walimwonea huruma. Magazeti ya kifahari yaliyokuwa yakimwandika kwa majina ya heshima sasa yaliandika vichwa vya habari: Bilionea aliyepoteze kila kitu kwa sababu ya upendo. Upande wa pili, msichana huyo maskini aliyemwacha alianza maisha mapya kwa unyenyekevu. Alifungua biashara ndogo ya chakula cha barabarani, akitabasamu kila siku akihudumia wa wateja. Hakuna kifahari, lakini kulikuwa na amani. Bilionea mara kwa mara alituma barua zawadi, hata hendi za banki zenye milioni ya dola, lakini msichana alizikataa zote. Kwa maneno mafupi tu alijibu, fedha zako si ndizo nilizohitaji, nilihitaji moyo wako. Kwa mara ya kwanza, mwanamke huyo alihisi huru. Hakukuwa kamera za waandishi, hakuna mashinikizo ya familia kubwa ya kifahari, wala hakukuwa na kelele za majivuno. Alitembea sokoni akihisi dunia ya kweli ndiyo hii. Bilionea alipungua mwili, macho yake hayang'ai tena kwa fahari, bali alijaa maumivu. Mara nyingi alikaa peke yake kwenye jumba lake akitazama video ile ile aliyolia mbele ya watu, ikimrudisha kwenye kumbukumbu chungu. Kuna kitu cha ajabu kwenye maisha: mali inaweza kupatia watu wanaokutazama, lakini ni tabia pekee inayokupatia mtu wa kukupenda. Msichana alikumbukwa na marafiki zamani waliokuwa wakimcheka alipooana na tajiri sasa walimkaribia tena, lakini safari hii hakuruhusu kejeli. Aliishi kwa msimamo akijua thamani ya heshima na uhuru. Bilionea awahi kuonekana hadharani akiwa ameketi kwenye benchi la bustani akiwatazama watu wa kawaida wakicheka. Machozi yake yalimdondoka taratibu. Hakuwahi kuwa na maisha mepesi kama yale, japo kuwa alikuwa na kila kitu. Msichana alianza kusaidia wasichana wengine maskini waliopitia mateso ya kudharauliwa kwa sababu ya maisha duni. Alijua maumivu ya kukataliwa, hivyo aliwafariji na kuwa mfano wa ujasiri. Bilionea hakuacha kumtafuta, aliomba kukutana naye mara moja tu, lakini msichana hakutaka kurudia maumivu yale. Alimwambia, nimepona majeraha yangu, usiyafungue tena. Wakati huo pata watu walijifunza somo kubwa, mali inaweza kununua vitu, lakini haiwezi kununua moyo. Kisa chao kilizungumzwa kwenye vyuo semina za ndoa na hata kwenye makala za kitaalamu kuhusu saikolojia ya mapenzi. Msichana akawa mfano wa wanawake wengi waliodhani bila mali hawawezi kuishi. Aliishi kwa ujasiri, akithibitisha kuwa thamani ya mtu haipimwi kwa mali, bali kwa furaha ya nafsi yake. Bilionea alipojaribu kufufua mapenzi yake, aligundua kuwa wakati huu hakukuwa na nguvu yoyote inayoweza kumrudishia Dunia nzima ilimwona akiwa dhaifu zaidi kuliko alivyoonekana. Na kuna hakuna kitu cha kuvunja mtu mkubwa kama kukataliwa na moyo mdogo, aliyeamini hawezi kupoteza. Hatimaye msichana akaendelea na biashara yake ndogo, akipata furaha kwenye mambo ya kawaida. Harufu ya chakula kinapopikwa, wateja wakicheka, watoto wakipita barabarani. Hapo ndipo alipoona maana ya maisha. Bilionea akabaki kwa kumbukumbu -kumbu. Utajiri wake uliendelea kuongezeka, lakini moyo wake ulibaki ukiwa mtupu bila upendo. Kila chumba cha jumba lake kubwa kilimkumbusha sauti ya yule aliyempenda kweli. Jamii ilijifunza kuwa upendo sio show ya kuonyeshwa mbele ya dunia, bali ni kitu cha ndani, cha heshima na kujali. Bila hivyo, hata mali ya dunia yote haina thamani di huu ni mwisho wa simulizi ya bilionea na mke wake bali ni somo linaloishi mioni mwetu: thamani ya heshima, ukweli na upendo wa dhati. Mwisho wa simulizi, bilionea kabaki na utajiri, lakini moyo wake ulikauka bila upendo wa kweli, na msichana maskini akabaki na amani, kitu ambacho pesa haiwezi kununua. Ni funzo kubwa kwa kila mmoja wetu, thamani ya heshima na mapenzi ya dhati iko juu ya kila kitu kingine. Kusisahau kulike, kushare na kusubscribe hii simulizi ili wengine pia wajifunze. Kila simulizi inafunza, kila hadithi inagusa moyo. Tukutane kwenye simulizi ijayo. Asante.